Labda ndio nikwambia kitu kimoja. Simba Simba kama Simba ni timu kubwa, ushanielewa. Na mimi natumaini na timu yangu timu yangu kama timu yangu ina uwezo mkubwa, na kwa siku leo inaweza kapambana pia, ikapata matokeo mazuri. Mnajua Simba mlikuwa kimya muda mrefu, na hata baada ya kikao cha jana, pia Simba hawakupeleka viongozi kabisa. Tukaona leo wameposti tupita, kwamba posta wanasema tutakuwepo, tuta wewe una kizungumzaje kikosi, una hakika kikosi kimejipanga vizuri au Ah uh, unajua hata kuna kipindi cha kwanza Yanga pia wali, tufukua, t, tumesema kwamba tulivogoma sawa, kutokana tu mazoezi walituzuia, umeona bwana, nao pia si, na Yanga walivyosema kwamba wachezi kimya, kwa hiyo sasa wakawa wamekaa washaendelea. Kwa hiyo sasa hivi ina maana Simba amekaa kimya nini, kivitendo zaidi na sio kwa maneno, kwa sababu maneno mengi ashaongelewa hivi. Simba anakuja kwa kwamba tunapiga goli tano leo kwa siku ya leo Jumatano tunatoka, kwa sababu Simba tumekaa kimya, tunataka tuje tuoneshe mashambulizi. Umeona, tunataka tuje tuwaoneshe Simba ni timu kubwa kiasi gani hapa Tanzania. Umeona bwana, tumeenda hadi fainali ya shirikisho tumerudi hapa. Umeona bwana, kuhusu kucheza, kucheza na kuto kucheza, hiyo yote zilikuwa propaganda tu umeona bwana, ila kwa leo simba inakuja na inakuja kuonyesha, umeona bwana, ukubwa wake na imara yake leo, kwa siku ya leo, unaona, kutokana na ukimya wa simba waliofanya mpaka hata jana kutokupeleka viongozi kwenye kikao. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba ukimya huo ni ushindi tosha. Yaani simba kama simba wamekaa kimya kwa kuonyesha kwamba watakuja, watakuja kuonyesha vitendo na sio maneno. Unajua simba ni timu kubwa na kama timu kubwa, vitu vyao wanafanya kwa kiprofessional zaidi. Umeona bwana, wao walizuga kama labda kuto kuja kuleta timu kwa siku ya tarehe kumi na nane, tarehe nane. Umeona bwana, sisi hatuwezi kuwaiga wao. Umeona, tarehe kumi na tano nani, timu, nani mechi imegalishwa. Kwa hiyo tunasubiri, tume, leo siku imefika, tunasubiri tuingie uwanjani tuone matokeo. goli ngapi bwana? goli tano Ani. Kipigwa tano nyingi, haiwezekani hata kidogo. mimi naikubali timu yangu pembeni, unaona kama mshabiki wa Yanga hivi, umeona bwana, mimi <laughs> e, naikubali timu yangu naikubali sana. we mwambia aje aongee kina, na kina. yeye kipi yeye anasema bwana, leo Simba wanapiga tano Ha, hizo zinaenda upande wa Yanga, hizo tano st wa, lazima wale sita. stzinaama wa. upande wenu sio Simba. Ah, si Yanga hatuna rekodi ya kufungwa si, tano na Simba msimu kwa msimuhuu hapana, washio kufunga Yanga tano mnakumbuka? Ah, miaka ya nyuma hizo si hatujazaliwa, kwa hiyo lazima tuseme tu, tunachokiona kwa sasa. rekodi mnaanza kuitengeneza pia leo Eh, rekodi le Naona tunale... kama ni mwana simba au wewe ni? Ah, mimi mimi mwana mwana Simba. <laughs> mwana Simba. eeasmbana kama mmeweza kuongezeka mtaka mshambulie mtu wa Yanga mmoja Ah uh, sio mmoja, mbona po wengi hapa, amwanasima mwenzangu yani, Simba leo ushindi wa hakika. Nataka kuwaelezea dada yangu, sasa bwana, Yanga leo wajiandae goli tano, kwa sababu tumekaa leo yani, tumekaa kimya tuna makusudio sasa bwana Simba ni timu kubwa na ikishakuja hapa itaonyesha tu maajabu yake, sijui umenelewa dadangu, itakuja kuonyesha maajabu yake. Simba sio watu wa maneno sana, sijui umenelewa? Kama unakumbuka siku walivogailisha atuchezi, haikuchezwa kweli, mechi tarehe kumi na tano ikataka kuchezwa ikagailishwa, wakasema sawa, leo imeletwa, wazee wapo, umenelewa? Simba itakuja na atacheza na goli tano zitapatikana, kama hawajawahi msimu huu, msimu ndio tunaomaliza hivyo kibingwa, unasikia maneno lakini, ah, hatuwezi kufunga Simba mwana Yanga. Mimi? <laughs> Mimi sina timu. Una timu? Ah, wewe. Mechi ya leo atutaki atutaki mechi maneno. Unajua mechi ya leo atutaki mechi michano. Yaani mechi ya leo nataka mechi minuno. Na nataka mechi minuno. Asa wana Simba kwa sababu wanacheza nini? Hei. Mechi minuno. Afu amkabe kibu. Unamwona kibu huyo? Wow. Wamkabe kibu. Mwambie au kindi bila kumkaba uh, kibu. Anasema kibu. Banka amemkaba Salah <laughs> Kibu uropa uropa atamshinda kibu huyo. Wewe la Mohamed Salah kibu la stamani. Askari wangu la stamani <laughs> Kib